au ataongoza taifa kwa haki. Haleluya. Sio kila mtu, mambo haya, mataifa unayo, yanapitia migogoro, waliruhusu mambo haya Haleluya. Ndio kwa maana unapitia shida za hapa na pale Haleluya. Hata nchi yako kama ina maana kiasi gani wendapo watarusu mambo haya manne au jambo moja, ju hata wewe una budi kupitia, kama yale unayosikia, una budi na wewe ubaguliwa kama unavyowabagua wao, wengine unaowaona ukawapagua, ukawabagua, Haleluya. Ju na uka wapagua, uka wewe, una budi kutukanwa kama unavyowatukana wao, wengine unaowaona wanakimbia huko na kule, wanauawa kule na kule, u una budi. Ni mambo ambayo inatokea kuyaombea Bwana aepushie mbali katika nchi zetu katika dunia katika ulimwengu. Nazungumza na mataifa aloe. Nazungumza na mataifa ni mambo ambayo inatakiwa tuepukana nayo. Ikiwa wewe kama ni kiongozi utasikiliza ujumbe huu, basi uwe nafasi ya kujichunguza na kujiweka sawa, mambo haya yazuie sana. Ikiwa wewe ndo mwenyewe sasa una mambo haya, basi tafuta njia ya wewe kuepukana au kuondoa hizo sumu ndani yako. Aleluya. Watu wanaoa watu au wanawapa watu nafasi kwa mtazamo wa nje. Mtazamo wa nje, watu wa Mungu, sio kitu. Kinachotazamwa ni ndani. Mwanamke anayeolewa naepasha kuolewa na kutunza ndoa ni mwanamke mwenye tabia njema, mwenye sifa njema ndani yake Ili ndoa iwe ya msingi iliyosimama, inabidi ndoa iwe na maadili, mwanamke awe na maadili, mm? Ni muhimu maadili mema ya kimungu ni muhimu, ni muhimu kuliko hali ya nje pekee. Hali ya nje itosheleze mtu kwa mfalme, kwa mtawala, kwa kiongozi, kwamba eti mmemona tu kwa nje, kwa maneno eti anafaa kuwa mtu fulani Kosa kubwa sana, watu wamefanya hivyo kwenye mataifa mbalimbali, ndio kwa maana mbali. leo wanapitia shida mbalimbali mbali. Watu wamefanya hivyo kwenye familia mbalimbali mbali. Watu wamefanya hivyo kwenye ukoo mbali mbali. Watu wamefanya hivyo kwenye ndoa mbalimbali mbali. Ndio kwa maana leo wanapitia mambo mbalimbali haleluya mbali. Ila wewe unasikia ujumbe huu, kama ni wewe basi kawe chanzo cha kubadilika, kama sio wewe ukawe chanzo cha baraka ya watu wengine kubadilika, Haleluya. Jambo lingine la nne na la mwisho ni e, mjakazi anapokuwa mrisi wa bibi yake. <laughs> Mjakazi tu wa Mungu hatari. Mjakazi anapokuwa mrisi wa bibi yake, hmm? Kwa nini tunasema mjakazi anapokuwa mrisi wa bibi yake ni mfano wa mtu wa daraja la chini ni mfano wa mtu wa daraja la chini namba 4. <laughs> Nasema mjakazi anapokuwa mrisi wa bibi yake, namaanisha kuwa namaanisha kuwa ni mtu ambaye mwenye daraja la chini <laughs> eh? <laughs> si kama unanyelewa, mtu wa Mungu, anatamani unyelewe na Bwana kuje sana. Anapokuwa mtu wa daraja la chini, anapopandishwa bila mipaka kuwa juu ya yule aliyemzidi hawali, nini kinachotokea? Majibu nayo lakini, nitakupa majibu sahihi eh. Mtu huyo wa daraja la chini anapokuwa anapopewa na nafasi na nafasi na kibali, ka yeye kuwa mtu wa juu kumtawala yule ayekuwa kimtawala, hawali, nini kinachotokea? Mtu wa Mungu, nini kinachotokea? natamani unyelewe. Mm, mara nyingi husababisha wivu. Mara nyingi mtu huyo husababisha wivu. Jambo la kwanza, migogoro. Jambo la pili, na machafuko. Jambo la tatu, ni hatari sana kwa mtu huyo, kwa mjakazi anapopewa na nafasi ya kurithi bibi yake.